Asante sana. Nikisema harambee, mnasema one term. Harambee! Mimi leo nimekuja hapa na kiongozi wangu wa chama cha DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua, yeye ndio amelead team yetu kama chama cha DCP kukuja kutembelea baba yetu kisiasa Mheshimiwa Vice President Stephen Kalonzo Musyoka. Na mimi leo vile nimekuja hapa, nimeshangaa kwamba hapa Ukambani, na naambiwa iko mahali pengine paitwa Kadungo, mahali Mheshimiwa Stephen Kalonzo alizaliwa. Nashangaa kuna mtu anaweza toka hapa aende mpaka akuwe Vice President Of the Republic of Kenya. Ningependa kupongeza Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka you deserve to be the leader of this country. Wewe tumeona utulivu wako. Tumeona you are very tolerant. You can give space, you can cede ground for your colleagues. Kama umaifanyia hivyo wenzako, pia wenzako ni lazima wawe tayari kukufanyia. So party leader wangu Mheshimiwa Rigathi Gashagwa is very committed to this course. Sisi tunafata mwongozo wake, na jana tulikuwa tumekaa na party leader wangu tukitazama ile maneno ya prayer breakfast, tukaona jamaa anafanya ile kipindi alifanyanga kila siku, ati anaimba alafu anasema naomba msamaha Sisi tungependa kuambia William Ruto kwamba there is a difference between apology and repentance. Apology ni kuomba tu msamaha kusema nimesamea. Lakini repentance ni lazima utaje ni makosa gani unataka kusamehewa. Sisi tutakubali if you will repent. Ukuje useme uliua nani? Uliabduct nani? Na siku gani?

Wakati ile shamba ya Ngong Forest ambayo umekata unatengeneza hoteli uregeshe wa Kenya. That is when we shall accept your repentance. So hatutaki kudanganywa. Mimi naona hivi majuzi eh, Mheshimiwa Rigathi Gashagwa amesema vizuri, anawakumbusha kwamba kama mtaiba kura kama mtaiba kura basi kutakuwa na yale ma, ma, ma, ma, maafa ambayo yalikuwa ile mwaka ya 2007. Alafu jana bunge nzima juzi linakaa masaa matatu kudiscuss Rigathi Gachagua, na Rigathi Gachagua alikuwa anawakumbusha kwamba in 2007 yule mtu alikataa matokeo ya uchaguzi alikuwa Raila Odinga, na uko na yeye hapo yule mtu alishtakiwa, unamjua wewe mwenyewe. So why are you uh, pushing Rigathi Gachagua? Mnamdiscuss for 4 hours in parliament. We want to tell you Rais William Ruto, sisi tumesema wakati ya Gen Z walikuwa nafanya maandamano 25th of June last year, uliita press ukawaambia kwamba unaenda kupunguza unaenda kupunguza maneno ya opulence, opulence. Ukasema utakuwa na mali watu wanaenda arambee kila wakati na kutoa mapesa. Sasa hata mwaka ujaisha umechukua pesa zetu kila weekend, unapatia wakina Faruk na viongozi wako, wanabeba magunia za pesa wanapeleka At the empowerment program one year ago, William Ruto, wakati jenz walikufa kwa barabara, ulisema ya kwamba wewe unaenda kupunguza the number of advisers in your government. As we speak right now, ameongeza advisers wake ni wengi kabisa. Hao advisers wake hata hawana ofisi wanafanyia mkutano kwa WhatsApp group na wanalipwa mamilioni za pesa, ilhali madaktari wetu UHC workers hawajalipwa, wamefukuzwa. So sisi tunakuambia William Ruto, tumeona kuna kitu moja umefanya vizuri, lakini ukweli, mheshimiwa Kalonzo, kama mtu amefanya kitu mzuri pia lazima tuseme. Niseme nisiseme yeye? yeah, yeah, ameanza kufuata mwelekeo ya wale viongozi wa Afrika ambao wanajua wanaenda nyumbani na wameanza kuomba msamaha. Mliona Museveni juzi akisimama na bibi yake akiomba Waganda msamaha kwa sababu anajua anaenda wapi nyumbani. Vile vile pia, wewe Ruto, niliona ulifanya kitu mzuri, ulisimama pale ukaomba Wakenya msamaha, kwa sababu unajua Ruto ni one time. Thank you very much.